Tabora, karibu Toronto. Tumepigiwa simu kwa kuna changamoto ya moto hapa. Kuna janga la moto ambalo limetokea Lelwe. Tumefika hapa kwa wakati. Kitu kwa kunaendelea hapa ni ukataji wa tenki. Sasa hawakuchukua tahadhari. Katika hali isiyokuwa ya kawaida maeneo ya check line, manispaa ya Tabora, wananchi wamepatwa na taharuki kufuatia moto mkubwa baada ya kulipuka kwa moja ya tenki lililokuwa likitumika kuhifadhia oili ndani ya eneo la shirika la reli Tanzania TRC. Mimi ni jirani sababu nafanyia kazi maeneo haya. Ili tanki lina muda mrefu walikuwa wanalipunguza, wanabandua mabati kwa kutumia gesi, wanashusha ya wanashusha. Sasa leo muda mchache tu nilikuwa natokea huku kupeleka mteja. Nafika hapo naona moshi. Baada ya kuona moshi kidogo, moto ukawa unawaka. Sasa nilipoona utepe, nikajua labda wameamua kulilipua ili wamalizie kazi yao waliokuwa wanaifanya. Basi baada ya hapo ndo kidogo moto unazidi, moto unazidi na kuona gari la moto linafika. Basi hapo ndo nikajua kuwa ni ajali imetokea. Ni refu tu yaani, kama vile urefu wa kama vile rosha moja. Hassan Muhammad Mande, Staff Sergeant, jeshi la ukoaji na zimamoto mkoani Tabora. Baada ya kupata taarifa hizi, kwa haraka walifika mahali hapa na kuanza kazi ya kuuzima moto huu. Lakini nini chanzo cha tukio hili? Kwa mujibu wa taarifa za awali, sasa walivyokuwa wanakata zile cheche zilikuwa zinaanguka kwa sababu ile tenki ni ilikuwa na hifadhi oil chafu oil ya zamani, kwa hiyo oil imeshakuwa chafu, umeona. Kwa hiyo cheche zilikuwa zinaanguka zile, ndio zimesababisha nini, mwako. Lakini tunashukuru Mungu, mpaka sasa hivi tushali dhibiti, umeona, na kama kama unavyoona linavyoendelea, umeona. Kwa hiyo changamoto tumeshali cover kwa asilimia kubwa. Wito wangu taasisi kama hizi ambazo zinafanya kazi kama ukataji, uchomeleaji, kama unaona sehemu ambayo inaweza kuleta changamoto, waarifu jeshi la zimamoto na uokoaji, ili tuweze kuweka cover, tutukue kinga na tahadhari zaidi ya majanga ya moto kama haya yasije yakatokea yakaleta madhara makubwa. Kama endapo hapa ingekuwa kuna makazi ya watu ingeleta changamoto, umeona au ingekuwa karibu na, na mabewa ingeleta changamoto asisi. Kwa hiyo tunasema kwa taasisi wajaribu wakuoni jeshi ya zimamoto na uokoaji. Sehemu kama hizi kuna ushauri naweza tukawapa tukaweka kava, wasiogope kutu, kutufikia. Wingu hili la moshi mzito liliwashtua wengi na kutaka kujua kulikoni. Nilianzia kuona moshi Ilivuma moshi kwa kasi sana, basi ilibidi hapo nijiulize ni nini kapale kimetokea. Basi ndo nikaanza kuja hapa nikaona watu wamerundikana. Nilifika pale nikaona moto unawaka, basi zima moto walikuwa wameshafika pale wanapulizia maji, kwa sababu wakati ule ninafika ulikuwa moto umeshashuka kiwango kidogo. Moshi ulivuma ukafunika wingu Kilichonisitua ni moshi na kuona hapa, kumbe kuna ajali. Huenda madhara ya moto huu ni makubwa zaidi kuliko hiki kinachoonekana mahali hapa. Kinachosubiriwa kwa sasa ni taarifa kamili ya uchunguzi kutoka jeshi la zima moto na uokoaji kwa kushirikiana na wenye mali, yaani shirika la reli Tanzania, TRC. Madhara yake ndio ni kuharibika tu baada ya viuma hivi kuungua, basi